Baba. It is very interesting. Kwamba ilishatabiriwa ndani ya Biblia kwamba tutakuja sisi ambao tunapinga maandiko, yani wao ndio wa kweli, kwa sababu walijua alichoandika hakika sawa. Kwa hiyo anasema watu wakishtuka watapinga, kwa hiyo walidweka bisa mapema, hiyo ndio atakujihami. Eh, hiyo <laughs> wanajua kabisa walichoandika sio sawa, kwa hivyo eh, mtu kuniambia kwamba eh, Adamu na Eva walivyotenda dhambi, Mungu akalaani: utakufa, utapata utalima, kwa utakula kwa jasho, sio akina mama watazaa kwa uchungu. Sasa kama kweli Mungu aliona atoyo adhabu, alafu ndo anakuja kumleta Yesu Kristo kutukomboa kutokana na ile laana aliyotoa yeye, mbona imechukua miaka maelfu? Kwa sababu kibiblia, kwa utaalamu wangu, kuanzia Adamu mpaka kwa Yesu kama miaka elfu tano au nne mia tano na maana Mungu alichukua muda wote kutafuta solution. Alikuwa hajapata mtu akuta kutukomboa. Sasa alijua tutayashtukia haya. Ndio maana ukaandika kwamba watakuja wapinga. E, kweli tumekuja na walijua tutakuja. Kweli <laughs> wako sahihi. Na sisi tuko sahihi, tunasema haya mama hayako sawa, sawa. E, kwesi kuniambia e, kwa sababu unasema okay. Usipomkiri Yesu unakuwa huendi mbinguni. Sasa wale, kuna mtu atauliza, wale waliokufa kabla Yesu hajazaliwa wanakwenda wapi? Yaani, ikiwa Yesu ndio pekee anayepeleka watu mbinguni, Yesu basi Mungu angemleta Yesu tangu siku ile ile wanatenda dhambi akawaokoe. Sasa ameacha tu bibi na babu zetu wamekufa. kama kweli Yesu ndio muhimu sana, angekuja mapema, kama ambavyo Mungu alijua tunahitaji hewa akaiweka kabla hajatuumba, tunahitaji maji akaiweka kabla hajatuumba tuumba, tunahitaji jua, tukavikuta vyote tunavyohitaji. Lakini Yesu atukumkuta kamleta baadaye. <laughs>